Kuutua huo mzigo, atalazimishwa kwenda kumsimulia mtu mwingine. Utakuta jambo lako limesambaa. Ulifikiri unayemwambia ni mtu ambaye ana uwezo wa kusaidia, kumbe unayemwambia ni mtu ambaye hawezi kulibeba. Na kwa sababu hawezi kulibeba, anaenda kumsimulia laki yako, kwa sababu anapomsimulia, maana yake anakuwa anashusha mzigo ambao umembebesha. Bwana Yesu asifiwe sana Nilikwambia jana, kuna mtu mnaweza mkaa nasema jamani fulani ni mbea nyie, usimwambie tu jambo, hawezi kukaa nalo. Shida sio umbea, shida ni kwamba hana uwezo wa kulibeba hilo jambo ambalo umembebesha, na mwenye makosa ni wewe unayenisikiliza, ambaye unambebesha kila mtu jambo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayenisikiliza ndo una makosa. Nalo lazima Mungu umtegemee ili yeye akuinulie mtu atakayekuwa na mzigo na wewe.